Mtakatifu. Mtakatifu. Amina. Tunaamini kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya utatu ambaye ilikuja ulimwenguni kwa makusudio, kwa, kwa makusudio siku ya Pentekoste ili kumtukuza Kristo na kuwawezesha watu ku- kutekeleza wokovu ulio ulioletwa na Kristo kwa kweli. Uh, yeye, ni, yeye ni ajenti mkuu wa kudhihirisha hatia ya dhambi na, na, na kwa uhusiano mpya Amina. Huku akitoa wokovu Roho Mtakatifu huhuisha upya, humbatiza aaminiye humbatiza aaminiye katika mwili wa Kristo, yani kanisa lake huishi ndani ya aminiye milele na, na humlinda kikamilifu kila aminiye mpaka siku ya wokovu. Roho Mtakatifu huongoza na huwatamalaki, huwa wale waaminio wanaomkubali au huwa hwa, huwa wanaojisalimisha kwake, huwajalia waaminio kuzaa matunda mema na kuwawezesha waaminio kuishi maisha yasiyotawaliwa yasi na dhambi. Kadhalika tu, tunaamini kwamba Roho Mtakatifu ndiye atoaye zawadi ya roho kwa wale waaminio kwa kwa, kwa kwa madhumuni ya kulitukuza kanisa kulingana na mafundisho matakatifu. Asifiwe Yesu, amen. sura maandiko Tasoma. Wakorintho wa kwanza 6:19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Au hamjui ya kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Sasa Yesu, baada ya kwamba uh, Mungu Mwana ameenda akatuachia msaidizi ambaye alikuja ile siku ya Pentekoste, sawa sawa, kwamba ye Malaka, Yesu amepaa. Mungu Roho alipokuja, Mungu Roho Mtakatifu alipokuja sasa, akasema kwamba hamjui ya kwamba mwili wenu ni hekalu la Mungu. Maana Yesu Kristo alikuwa amefanya kazi nzuri kabisa, alikuwa amefanya miujiza. Watu walikuwa wameponywa. Al, yaani kila mtu yaani alikuwa ameona ule uzuri wa a, wa Mungu kwa sababu Roho ni huwezi ona, ni kiwiliwili sawasawa, ni kiwiliwili. Sema kwamba je, hamjue kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? wa kwanza kumi na mbili kumi na tatu, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tuwayahudi au kwamba tuwayunani, ikiwa tuwatumwa au ikiwa tuhuru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Rudia tena, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, naam, kwamba tuwayahudi au kwamba tuwayunani, ikiwa tuwatumwa au ikiwa tuhuru Nasi sote tu, tulinyweshwa roho moja Amen. sote tulinyweshwa roho, roho moja, moja kwa sababu tulimwamini Yesu Kristo Yesu ambaye, Amen, ni mmoja pia, sawa sawa sawa sawa. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwa sababu ya roho moja, kama Kristo mmoja, sote tulibatizwa na kuwa mwili mmoja, mmoja, mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au Wayunani, tu ikiwa tu watumwa au ikiwa mtu huru, sisi sote Tulinyweshwa roho Boy. Moja. Tusome wa Efeso moja kumi na tatu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za uokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu ayesu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la ukweli, habari njema za wokovu wenu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kusikia neno la kweli katika huyu huyo, huyo. Hapa ni Yesu Kristo, si Roho Mtakatifu. sawa sawa, amen e. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye. Huyo pia ni Roho, ni Mungu, ni Mwana, na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu aso Yesu tunamwamini Kristo, lakini muhuri ni wa Roho Mtakatifu. Huyo ndo ambaye yuko in charge sahihi. Huyo ndo ambaye anatuongoza sawasawa. Tusome Waefeso tena nne tatu Waefeso nne thelathini tukimalizia Waefeso nne thelathini. Waefeso, Waefeso, Waefeso, Waefeso: wala musimuhuzunishe yule roho ukombozi. Aso Yesu Amen. wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi, sawasawa. kwa Amen. Amen. hivyo tusiweze kumuhuzunisha huyu Roho, tukafate mapenzi ya Yesu Kristo na mambo yatakuwa sawa, yatakuwa sawa. Galatia tano tasoma kumi na sita. Basi nasema enendeeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Soma aya 19 nimalizie kwa basi, matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tunda la Roho, well, yes. Amina. Kwa anasema kwamba basi enendeni kwa Roho wala hamtasitimiza kamwe tamaa. Yes, tukienenda kwa Roho Mtakatifu ambaye huyo ndiye msaidizi wetu, tukienenda katika yeye atatusaidia kuepukana na dhambi ama atatuongoza kutembea katika ile njia ambayo iko salama. Sawa sawa. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho ushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata, hata hamwezi kufanya naotaka lakini, mkiongozwa na roho, hapo chini, hapo chini ya sheria sio. Yesu kama, lakini mkiongozwa na roho, yule ambaye atakubali kuongozwa na roho, yule ambaye atakubali kuongozwa na roho, kuna vitu hapo chini ambazo hataweza kuvifanya ama kuzifanya. Usome hiyo 18 nenda moja moja moja mpaka mwisho. Lakini mkiongozwa na roho, hapo chini ya sheria. Basi, matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya. Baada ya sanamu. Baada ya sanamu. Uchawi. Uchawi. ya Na mambo yanayofanana na hayo. Na mambo yanayofanana na hayo haya mambo yote ukiongozwa na roho basi hutaweza kuyatekeleza ama hutayafanya sawa sawa, hutayafanya. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu atakusaidia kuyaepuka, asiye Yesu atakusaidia kuyaepuka. Basi mimi nasema, sina mengi, ni hayo. Tubarikiwe wote.